Yeah. Umekucha kwa kwenye mtindo bora, tunafanya mazoezi kwa afya, na nimechagua ugumu wangu ambao najua utanipa faida. Ugumu wa kufanya mazoezi mazoezio, kazi rahisi au nyepesi, ina ugumu wake, kuamka eh, kibia siyo uh, kazi rahisi, yeah. Lakini uh, benefiti zake afya nzuri, manyama uzembe yanapotea, ukivaa ngo yako unajisikia iko mwilini <gulia> uh, uh, uh, uh, ukijiangalia, unaona hauna makalio ya tumbo. <gulia> Eh, tumbo la mama, la mama la mzazi, mama mwenye watoto wawili jamani, eh, unaona alitishi <laughs> eh, maana <laughs> ugumu wa kutokufanya mazoezi ni opposite. Unaanza kujiona kama bado una mimba, mja mzito wakati mimba una ndio, hayo makalio ya tumbo tunayaita eh, eh. Kuna nguo zako unazipenda lakini unalazimika kuto kuzivaa kwa sababu wewe mwenyewe unajiona ulivyovurugika. Ugumu. Um, kuna baadhi ya vitu unashindwa kuvinjoi vizuri eh, kidogo tu unahema unahema <laughs> ugumu <laughs> eh, lakini pia kiafya magonjwa na kunyemelea, presha, kisukari. Wewe unaweza kujiona uko okay, kumbe kwa sababu ufanye mazoezi na unakula ovyo, unakula kula ovyo, haya, kisukari, presha, unashangaa tu u umevamiwa nayo maradhi. Mzee ule unakuja, yani unakuja ki yani unakuja kizembezembe ki yani unazeeka kishamba, unazeeka yani, umechokachoka, eh miaka sijui sabini yani ujiwezi, mara sina ushapata, sina magufa gani mara ulichea mara nini nini. Sasa hiyo yote ni ugumu ambao unachagua so wanasema choose your hard wise <laughs> choose your hard wise, chagua ugumu wako kwa hekima. Unataka ugumu upi ne? unachagua ugumu au umechagua ugumu upi? kuna message kubwa sana. Mimi nimechagua ugumu wa kuachia kitanda nikimbie nifanye mazoezi ugumu, eh, lakini nikiwaza kama unavyoniona eh, bodi yangu kama unavyoiona, I'm 44 baby, <laughs> Eh. I'm 44 yani unaniona sasa eh? kuna mwingine hapa iko 20s au 30s, lakini He, 44, mwona, umuangu, kitana, Benefici, Miki, kwa sababu umejiachia umebweteka bwete. Mi dada yako hapa umeona, ndio hivyo nimechagua ugumu wangu wa kuachia kitanda wa kupambana kwenye mazoezi, benefit ndo kama hivyo. Mi kigauni changu nilichokuwa na kivaa miaka gani bado nakivaa mpaka leo kivaa kivango yangu naona He. Naona iko poa imekaa, yaani inakaa inatulia. Eh, sasa wewe unajiita, unasemaaa ah, mazoezi bwana, siu, unasema upendi, siu, unasema mi mvivu wa mazoezi, siu, unasemaje una, unajisemaje kwanza? <laughs> lakini unajiona mi nimerelaksi na lala la zangu na najiamkia zangu saa mbili, saa moja au saa ngapi, yaani sitaki kujisumbua, sawa lakini unajua ugumu wake <laughs> ugumu wa kutokutaka kujisumbua, sio kwamba hakuna ugumu. Ugumu ndio huo, unakwambia yani ujipendi wewe mwenyewe, ujipendi wewe mwenyewe. Naichi nataka hapa ni kazi wewe mwenyewe, as a woman unafikia steji kutokana na ulivogurumika, ulivojiachia, ujipendi. Unajua hicho ki hata kama utakusema, lakini mara nyingi huwa mnasema, ukishaona mtu anasema tu ah, anajidauti dauti <laughs> Si mara tumbo langu, ukishaona hivyo, ujue tayari low self esteem iko chini. Nani wewe y -y -y? Au y low, low self esteem ni nini eh? ni nini? Yaani, una low self esteem, yaani hujiamini. i think ni ujiamini, ushaanza mara, yani mpaka kioo unakikimbia wewe mwenyewe te unafikia upe, pendi kujiona upendi unavyojiona. Sasa, how do you expect mtu wako bebi wako, eh, akufurahie, hmm, akupende wakati wewe umeshafikia stage ya we mwenyewe hujipendi, hujikubali, kila unavyojitazama unajiona kasoro, unaziona kama zote na hapa naomba nisisitize, sio zile kasoro za kimaumbile kwamba Mungu si kaniumba hivi, ni shepu imekaa hivi, asipo huko kabisa. Nazungumzia tu yani, ulivyokuwa let's say wakati una deti kile hujaolewa, ndio ndio unachumbiwa ulivyokuwa, eh, ulivyoolewa labda ukazaa mtoto wa kwanza pale, sasa hivi sio, na watoto wawili sio, watatu. Kwa hiyo umejificha kwenye uzazi kwamba mimi nimesha Eh, unajificha kwenye watoto unajificha kwenye eh, mabadiliko yale kwamba nikishazaa mabadilika eh, wewe unajishika huko, wengi wanawake wanakibiliaga huko kwamba mii ni, nimezaa bana, tumbo la mama mzazi aliwezi kuwa ya... na sawa na msichana la... la... jamani, mama wazazi si ndio kiki na sisi hapa au, hmm. Ila sasa ndiyo niwepo tumbo la kawaida lakini sio onjo... ndio ndio unakuwa na makalio makubwa ya tumbo kweli, unakaa kama vile unaenda kujifungua, kumbe mimba huna. Hapana, yani hiyo ni tofauti, nataka tofautishe hapa kwa sababu mimi napenda mwana, kila mwanamke, bodi yako ulionayo ulionayo, yani shepu yako ulioumbwa nayo, kama umepigwa basi, huku poa kabisa, yani wewe kuwa na amani hiyo, Mungu alikokuumba sawa. Nachozungumzia obesity ile ku, ile kujiachia na kujificha kwenye vitu kama watoto, kwa sababu nimezaa nimebadilika, e, kujificha kwenye e, mambo ya hormone imbalance kwamba sasa hivi sijui, e, ndio naenda kwenye naenda kwenye nini naenda kwenye naenda kwenye nini naenda kwenye nini pale hivi Uh, ah, imentoka bwana. <laughs> Hilo neno limentoka, lakini ninachosema, yani nyakati zile za kukata hevi zile zinaitwaje basi utaniadikiaajinarakisha kata periodi. Wanaita nini? Kaanza kupata zile ya yeah, joto unafikia yeah, mabadiliko ya ndio, mm -hmm. Hilo jina ionaka yani, yeah, tunajishika kwenye hizo stage, stage, lakini no, hizo ni excuse huko. Na tena ukiwa unafanya mazoezi hivyo vitu vinapungua kuja kwa kasi. Kwa hiyo unaweza kuwa kwenye muonekano wako mzuri kabisa wa asili kabisa bila kujiongezea masajari bila ku uh, bila bila yani bila mi ku, siongelei kujiediti kwa masajari. Naongelea kufanya mazoezi kwa afya, kuwe na afya yako nzuri, na manyama uzembe hayo ambayo ni, ni kutokana na lifestyle ulionayo yanakufanya una yani, unavurudika yani. Hicho ndio unachoongelea, so choose your hard, yote ni magumu kuishi kwenye hayo maisha ya obesity umejivuruga, umenini, nayo ni ngumu. Ya lakini ukiamua kufanya mazoezi nayo ni ni ngumu, which one you are choosing? unachagua ugumu upi? Good morning, the choice is yours. Haya jamani, asubuhi njema, eh, haya.